Zaidi ya miaka kumi baada ya kuelezewa kuwa mnyama mbaya zaidi duniani blobfish alishinda taji la samaki mbaya huko New Zealand. Kiumbe hicho kisichokuwa na mvuto kilitawala shindano lililoendeshwa na Mountains to Sea Conservation Trust ikichukua taji hilo kwa kura elfu moja mia mbili na themanini na sita baada ya kura kufungwa siku ya Jumapili. Ingawa mwonekano wake si wa kuvutia, blob fish pia hana mifupa kamili wala magamba. Vilevile vile hana misuli wala kibofu cha kuogelea, ambacho samaki wengine huwanacho ili kusaidia mvutano. Bila kibofu cha kuogelea, samaki wengine wanapoteza udhibiti kuzama au kupanda kwenye maji. Badala yake, tishu za blob fish pamoja na unene wake mdogo unamruhusu kuogelea juu ya sakafu ya bahari bila kuingiliwa. Blobfish hasa ukalia maeneo ya maji kwenye pwani ya kusini mashariki ya bara la Australia, kisiwa cha Tasmania cha Australia na New Zealand. Aliweza kupata msaada mwishoni akimpita samaki mwenzake wa baharini aliyejulikana kama Orange Rafy, ambaye alikuwa akiongoza, lakini alishindwa kwa karibu kura mia tatu. Samaki huyu asiyekuwa na mifupa bado ni maarufu katika utamaduni wa memes hadi leo, lakini picha inayojulikana ya kiumbe huyu wa baharini siyo ile inayoonyesha samaki akiwa chini ya maji. Juu ya uso wa maji, mabadiliko ya ghafla ya shinikizo humharibu samaki huyu, ambapo inampa umbo la kuyeyuka. Ingawa viumbe hawa wa baharini hufanikiwa chini ya uso wa maji, idadi yao na makazi yao yamekuwa hatarini kutokana na uvuvi wa kina kirefu. Alisema Conard Kota, msemaji wa Mountains to Sea Conservation Trust katika taarifa ya vyombo vya habari. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.